Asilimia 30 ya wanawake wajawazito katika kaunti ya Kilifi ni ile inayojumuisha wasichana wenye umri wa miaka chini ya 18 nane wakitajwa kuwa kati ya miaka 12 na 16. Haya ni kwa mujibu wa mwakilishi wa kike kaunti ya Kilifi, Getrude Mbeyu, ambaye amesema kuwa wasichana hao hupitia changamoto katika kupata huduma za afya kupitia bima ya SHA kutokana na swala kwamba ili kujisajili kwenye bima hiyo ni sharti na kitambulisho cha kitaifa. Requirement ya muhimu kujiandikisha SHA ni ID. Kilifi waziri 30% ya pregnancies ni za teenage pregnancies between 12 years and 16. Wasichana hawa hawana ID. They cannot benefit from this SHA scheme. Kufuatia hilo, Mbeyu sasa anapendekeza mifumo ya usajili kwenye bima hiyo ya SHA ibadilishwe ili vitambulisho vya wazazi wa wasichana hao viweze kutumika kuwasajili kwenye bima hiyo. Mbeyu amekashifu vikali suala la baadhi ya wazazi kuwaozesha wanao wakiwa na umri mdogo pindi wanapopachikwa ujauzito hasa eneo bunge la Kaloleni. Na visa Kaloleni saizi watoto wameozesha Tuko na hizo kesi tumeshika hata wazazi kuwashtaki. Hii ya Kilifi mtabadilisha. Let their parents because now tumelia teenage pregnancies na bado ziko. Let their parents be guardian to issue their IDs. Vile tulikuwa nalinda mama ilisaidia sana wazazi ndani ya Kilifi. Aidha, amewaonya maafisa tawala wakiwemo machifu na manaibu wao dhidi ya kuingilia kesi za dhulma zinazotekelezewa watoto na kuzitatua kinyumbani. Cases of defilement, incest cases zinakuwa compromised all the way kutoka, kwa sababu chifu, kwa sababu aliyedefile msichana au hata mvulana ni mjombake, ni kakake mkubwa, ni those relatives. Tesi zinazima huko mashinani, huko majumbani, hazifiki na zikifika police station, same thing. Mara P3 lazima ilipiwe, mzazi hawezi, wanambaanaenda mkazungumze kinyumbani. Waziri ingilia hili kati. Hamisi Kombe, Koko FM, kaunti ya Kilifi. Koko FM. Lover ya Pwani.